Of course moja kati ya biashara ambazo zimeonekana kwamba zina matunda kinoma noma kwa hapa Tanzania basi ni biashara ya muziki wa Bongo Flava lakini pia e bana muziki tofauti tofauti ambayo imekuwa ikiwapa baadhi ya watu e bana pesa za kutosha. Sasa Liza sasa hivi ambaye ni moja kati ya maproducer ambao wanafanya vizuri sana lakini pia wamekuwa wakifanya vizuri kwenye masuala ya mixing. Sasa hivi ameweza kushare ujumbe kupitia akaunti yake ya Instagram akiwa anawahasa bana e, wasanii tofauti tofauti kwamba ndani ya dakika tatu tu ambazo mtu anaweza achilia ngoma yake inaweza ikabadilisha hatima ya maisha yake. Kupitia ukurasa wake wa Instagram, ameweza kushea ujumbe ambao umekuwa ukisomeka hivi, all you need in one song just to change everything. Akasema kwamba wimbo mmoja tu wa dakika tatu unaweza kubadilisha kila kitu, kuanzia maisha yako, jina yako, eh, jina lako E, hadhi yako, ndoto zako vyote vinaweza ku, e, kuanza kusogea mbele kwa nguvu ya hit moja tu. Usikate tamaa, endelea kurekodi, endelea kuandika, endelea kupush, labda wimbo unaofuata ndio utakao e, kuweka kwenye ramani. So huo ndio ujumbe ambao Liza, ambaye ni moja kati ya maproducer ambao wanafanya vizuri kwa hapa Bongo, na kati ya wale A-list e, bana, maproducer ambao wanafanya vizuri kwenye kazi za wasanii tofauti tofauti, basi uwezi kumwacha Liza. Yeye ameweza kuwasanua baadhi ya watu ambao wamekuwa wakifanya kazi za muziki, lakini wameona kwamba matunda Ebana ni kama vile ni o sifuri. Lakini kwa Liza, yeye ameamua kuwapa Ebana maneno ambayo yanaweza kwa inspire baadhi ya watu ambao pengine walikuwa wanatamani kukata tamaa, kwamba pengine labda wimbo ambao utaenda kuachilia katika siku za hivi karibuni ndio wimbo ambao utabadilisha e bana hatima ya maisha yako, itakupa alamani mpya. Drop comment yako kwenye section ya comment hapo, ni upi mtazamo wako? Drop comment yako, sije kusubscribe kwa taarifa kadha kadha chao.